Hata baada ya kufanya mabadiliko bado Simba walitengeneza nafasi na wakashindwa kuzitumia. Imekuwa ni tatizo kubwa kwa klabu ya Simba, na nafikiri hata kwa timu nyingi za sasa hivi, unakuta timu natengeneza nafasi nyingi, lakini ule utengenezaji wa nafasi kuzifanya ziwe magoli ndo imekuwa changamoto kubwa, kwa sababu hata Jean Charles Ahoua alipokuwa hajatoka bado unaona alikuwa amepata clear chance nzuri. Mkwala ameingia naye, unaona alikuwa ana spidi na kasi nzuri, ana bato, anafika katika eneo hili la mabeki wa timu pinzani, lakini nafasi bado imekuwa kwao ni changamoto lakini kitu kizuri tu ambacho Simba Sports Club walikuwa wanakifanya kipindi cha mwisho, unakuwa unaona wanarudi wote kukaba, hata Kibu Denis naye akawa sasa haendi kule eneo la juu zaidi, anakuwa narudi chini huko. Kushambulia kwa Simba Sports Club katika hiyo hatua inayofata, hatua ya mzunguko wa pili hiyo, katika hizo hatua za awali ambapo ataenda kukutana na mpinzani mwingine ambaye ni Simba Bora mm, ambaye anatokea Zimbabwe, lakini kuna uwezekano mkubwa kwa Simba akarudi kule kule Botswana kwa sababu cool. Kwa maelezo hayo, Singizini United imepoteza mbele ya Simbabora Simba kwa sababu katika mchezo wa kwanza ambapo Simba Bora alikuwa nyumbani ila alitoka kwa ushindi alipata goli moja kwa sifuri, lakini mechi ya leo ambapo hiyo Singizini ambapo alikopo nyumbani metoka sifuri kwa sifuri. Kwa hiyo Simba Sports Club atakapoenda kukutana na Simbabora kuna baadhi ya maeneo yanatakiwa yarekebishwe. Simba simba, simba simba hiyo hiyo <laughs> <laughs> na eneo moja ambayo nakurekebisha ni kuku... Kuwa na ubunifu katika kutumia nafasi zake, lakini utengenezaji wa nafasi utegemee katika maeneo yote. Ukiangalia katika eneo la kati, viungo hayo wanakuwa wanapanda kwenda kusaidiana na viungo washambuliaji, lakini hao mafulback, ambapo imekuwa ni silaha ya Simba kwa miaka mingi, ambapo wamekuwa wamebadilika kutoka katika ile staili ya ball possession kwa kiasi kikubwa na kuongeza kasi katika mashambulizi, kwa hiyo nakuwa ni inawakilisha taifa vizuri mpaka hmm, kufikia hii hatua hivi ya sasa <tabata>